Mamlaka ya vitambulisho vya Taifa NIDA imeanza operesheni maalum ya msako wa wanaojihusisha na uchapishaji wa vitambulisho vya Taifa kinyume na taratibu na kuwafikisha katika vyombo vya sheria. Mkuu wa Kitengo cha Mawasiliano cha NIDA, Geofrey Tengeneza, amesema wameamua kuja na operesheni hiyo baada ya kuona vitendo vya utapeli vikiathiri na kukithiri, na tayari mtu mmoja anashikiliwa kutokana na tuhuma hizo. tarehe h 20 na tatu mwezi wa nne mwaka huu saa tisa alasiri, tulifanikiwa kumkamata mtu mmoja mkazi wa Chalinze, mkoani Pwani, aliyekuwa akijihusisha na utengenezaji ucha, na uchapishaji wa vitambulisho vya Taifa ambavyo kimsingi ni bandia. Kama nilivyokusha kusema, mtumiwa huyo anashikiliwa na jeshi la polisi kwa ajili ya uchunguzi zaidi, na hivi karibuni atafikishwa mahakamani. Ni operesheni ya kufa mtu tunaiendesha nchi nzima, kuwabaini hawa watu na kuwakamata, kwa sababu wamekuwa wakiwatapeli watu na watu wamekuwa waki uh, mwisho wa siku wakilalamika. Wote wanaojihusisha na utapeli huu na biashara hii hiyo, kupitia mitandaoni ama kwenye kwenye maduka ya stationery kama hivyo, kuchapisha vitambulisho feki ama kwa namna nyingine ile yeyote, Niwaombe ndugu zangu, watafute biashara nyingine halali. <muchos>